Singida Black Stars oyee! Bwana Singida Black Stars oyee! Ndugu zangu, kwanza ongereni sana sana. Pokeeni salamu za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi. Ni mara ya kwanza kwa Singida Black Stars kuingia makundi. Hii ni historia mpya. Ongereni sana na Mheshimiwa Rais anawapongeza sana kwa mafanikio haya makubwa. Tulikuwa na imani na nyinyi tangu mwanzo kabisa, tulipoona ubora wa timu, tukawa na imani kwamba mwaka huu ndio ule mwaka ambao nchi yetu itaandika historia kwamba timu zetu zote zitakwenda makundi. Tunataka timu zetu zote zicheze robo fainali, zicheze nusu fainali, na zicheze zenyewe kwa zenyewe fainali kwa mashindano yote ya klabu bingwa barani Afrika na kombe na shirikisho. Kwa hivyo Singida Black Stars, ongerei sana sana, mmefanya kazi nzuri, ongera sana sana. Leo mmeshinda, leo mmeshinda magoli, magoli magoli, ma ma tatu. Magoli matatu ni shilingi milioni 15, sawa na shilingi milioni tano kwa kila goli moja. Kwa hivyo naomba ni wakabidhi shilingi milioni 15 kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kennedy anataka kunichanganya naniambia na moja la kule kule mlidraw. <laughs> kwa hiyo ni milioni kumi na tano za magoli matatu ya leo, kwa sababu magoli yetu ni kwa mechi ambazo mmeshinda. Sawa jamani. Lakini nataka niwatie moyo wachezaji, muhimu ni kwamba Mheshimiwa Rais yuko na nyinyi, anafuatilia kila mchezo mnaocheza, na anahakikisha anawaunga mkono kwa hivyo mnapocheza uwanjani. Kennedy, njoo hapa Usipende tu hela za Samia alafu utaki kusogea kwenye mike. Mnapocheza uwanjani, mjue kwamba na Mheshimiwa Rais yuko na nyinyi, kwao. Endeleni kupambana, mna timu nzuri. Lakini naomba nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wamiliki wa, wa Singida Black Stars, viongozi, benchi la ufundi kwa uwekezaji mkubwa mlioufanya leo hii. Uwekezaji katika michezo Tanzania sio kazi ya serikali peke yake, wanafanya serikali wanafanya na sekta binafsi na Singida Black Stars imeonyesha uwezekano wa matokeo mazuri kutokana na uwekezaji kwenye michezo. Hongereni sana. Nampongeza sana coach Gamondi. Congratulations. Very good win. Very nice team. We hope for the best. Thank you so much. Tunakupongeza sana mwalimu kwa sababu tumeona Singida Black Stars imebadilika. Sasa, naomba mwenye begi langu yuko wapi? Lete hela zangu zile nikabidhi shilingi milioni 15. Hit, hitting hitting the post is no money <laughs> I, I'm told you you you you you you made it three times you hit the post three times right three times I saw two times one was before I came it's three times okay oh wonderful unfortunately hitting the ball post has no money Asante sana. Kwa hiyo hii hapa ni shilingi milioni 15 ya fedha za goli za mama. Naomba sasa ni wakabidhi wachezaji uh, wako wapi? mbona namwona Juma tu huyu mtani wangu. Huyu mtani wangu msukuma huyu asije akaondoka nazo zote akakimbia nazo. Haya, naomba sasa ni wakabidhi aucho uh, uh, uh, chama nani, wote njoni. Haya, fedha zenu milioni kumi na tano hizi hapa, hongereni sana Singida Uh, Black Stars fedha kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yenu anawapenda sana. Nani anataka kukimbia nazo? Haya. Asante. Asante. Kennedy salamu zako sasa. Mitano tena. <laughs> Cha kwanza sisi tunamshukuru mama kwa hii zawadi na kuzidi kutupa motisha, na sisi tunaamini katika makundi tunaenda kufanya vizuri, ili, ili na sisi tuweze kumpa furaha. Tunamwombea tarehe 29 aweze kupita kwa ushindi mnono. Uwe anda ukimbia. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante asante. Aya, hey, come, come, come. You, you, you want to send a message? Oh, uh-huh. What? Mama Samia wewe, huh? Sana. Umeona <laughs> kwao <laughs> tunakuza na Kiswahili <laughs> pia. Jamani asanteni sana kila la heri. Singida Black Stars asanteni sana <laughs>